No, mtazamaji leo, naigusia dabi ya Simba na Yanga, dabi ambayo imehairishwa mara mbili mfululizo. Karibu katika makala hii maalumu ya dakika tano inayohusu historia ya klabu mbili maarufu za kulisi hapa nchini Tanzania. Nazungumzia Yanga Sports Club na Simba Sports Club. Klabu hizi mbili zimeandika historia ndefu katika medani ya michezo, bali zimekuwa na chanzo kikubwa cha burudani, mshikamano na ushindani wa kweli unaowasha moto wa soka kila kona ya nchi. Yanga Sports Club au kwa jina kamili Young African Sports Club ilianzishwa mwaka 1935. Klabu hii ni miongoni mwa vilabu vya kale zaidi barani Afrika. Ilianzishwa na vijana wa Kitanzania waliotamani kuunda timu ya soka ya Kiafrika, wakilenga kupinga ubaguzi wa kikoloni ulioonekana katika michezo ya wakati huo. Yanga ilikuja kuwa nembo ya harakati za uhuru na mashabiki wake walijivunia sana kwa kuonyesha uzalendo. Klabu hii imekuwa na mafanikio mengi kwenye ligi kuu ya Tanzania, ikiwa ni moja ya klabu zenye mataji mengi zaidi ya ligi hiyo. Wamewahi kushiriki mara nyingi katika mashindano ya kimataifa kama ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho. Simba Sports Club ilianzishwa mwaka 1936 ikiwa ni mwaka mmoja tu baada ya Yanga. Awali ya klabu hii ilianzishwa na wanachama waliotoka Yanga kufuatia mvutano wao wa uongozi wa klabu hiyo. Iliitwa Queen kwa heshima ya malkia wa Uingereza, kisha ikaitwa Eagles, baadaye Sunderland, na hatimaye mwaka 1971 ikaitwa rasmi Simba Sports Club. Simba imekuwa klabu ya mafanikio makubwa nchini ikiwa imeshinda mara nyingi ligi kuu Tanzania, na kupata nafasi ya kuwakilisha vyema katika michuano ya kimataifa. Simba na Yanga ni vilabu vya kurithi, sisi wote tumevirithi hivi vilabu kutokea malezi ambayo tumeyakuta kwa wazazi wetu. Uh, yani kiukweli, niwe mkweli tu, uwe mchambuzi, uwe mwanahabari, mwanaharakati wowote wa kisiasa, umeelewa, lazima tutakuwa na chembe chembe ya nini, ya usimba na wayanga. Uh, dabi ni mchezo wa hisia sana, unajua Simba na Yanga zinapocheza kunakuwa na mihimko mingi sana, kuanzia mtaani. Unakuta watu wengi wanakuwa wanapenda kucharulana mona, kuna inafikia kipindi hata yule ambaye anayecharula anaumia kiasi ambacho anatoka katika hali ya mchezo anaingia katika uhalisia wa kweli. Sasa Simba na Yanga zote zikiwa makao makuu yao ni Kariakoo, Dar es Salaam, zimekuwa zikikabiliana kwenye moja ya mechi maarufu zaidi barani Afrika, Kariakoo Dabi. Kila mara timu hizi zinapokutana taifa zima husimama, mashabiki hujaa uwanjani kwa maelfu, huku wengine wakifuatilia kupitia luninga, redio au mitandao. Mechi hizi huwa na msisimko, kejeli, burudani na pia huzua gumzo la siku nyingi. Kiukweli, Simba na Yanga ni vilabu ambavyo vimefanya mapinduzi makubwa sana katika soka letu hapa Tanzania na wametushawishi kiasi ambacho hata sisi sasa hivi tunaona thamani ya mpira kukua, na tunaona uchungu wa kutaniwa kati ya Simba na Yanga. Unapokuwa shabiki wa Simba na Yanga, ukubali maumivu. Unapokuwa shabiki wa Yanga, basi ukubali maumivu, na ndio maana katika mchezo wa Yanga na Simba wanapocheza, basi amani mtaipata wakitoka sare sare, kwa sababu wewe uweze kujitania na mimi siwezi kukutania. Mchango katika jamii na maendeleo ya michezo. Zaidi ya kuwa timu na kushindana, Yanga na Simba zimechangia kwa kiasi kikubwa katika kukuza vipaji nchini. Wamewahi kulea wachezaji wengi waliokuja kuwa nyota wa taifa. Kwa zaidi ya miaka 85, Simba na Yanga wameendelea kuwa moyo wa soka la Tanzania. Ushindani wao umeleta msisimko mkubwa, kuendeleza vipaji na kuinua kiwango cha mpira nchini. Bila shaka historia yao michezo Tanzania isingeweza kukamilika bila kutaja majina haya mawili makubwa, Simba na Yanga. Ni vilabu ambavyo tumerithi. Niwe mkweli tu, uwe mchambuzi wa mchongo, uwe mchezaji, uwe mwanahabari, uwe mwanaharakati, wowote unayeishi hapa Tanzania lazima tu utakuwa na chembe chembe ya urithi wa vilabu hivi vikuu viwili, nazungumzia Simba na Yanga. Wachambuzi mimi na na washauri wasimame kwenye weledi wa professionalism yao, kwa sababu wasiingize mapenzi ya vilabu vyao, wakaribu professionalism yao. Sasa hivi kuna midia nyingi kubwa tu na wachambuzi wengi ambao sasa inafikia mpaka wanaweka mijadala ambayo aina sababu za msingi inafikia hatua wa mpaka wanatuliana mapovu ya uchambuzi. Maana siku zote mwana mwanahabari wewote hata kama una mapenzi na klabu yako, unatakiwa uyaeke pembeni pale, usimame kwenye professional yako ili utoe ujumbe, uelimishe, sio kupotosha. Sasa hivi tunaona wachambuzi wengi wa vilabu hivi viwili vikuu Simba na Yanga, kila mtu anatetea sehemu yake, ni mradi tu E, anajua akitoka katika midia basi siku moja anaweza akaitwa huku kuwa msemaji. Hapana, haiko hivyo. kuailishwa dabi ya tarehe 8 mpaka tarehe 15. Je, hivi sasa tunazungumzia dabi ambayo inasubiriwa kwa hamu na wapenzi wengi wa soka hapa nchini Tanzania itakayopigwa tarehe 25. Dabi hiyo itakuwa na msisimko wa hali ya juu. Kuna mtu anahitaji sale na kuna mtu anahitaji pointi tatu vilabu hivi viwili vinaongozwa na wasemaji wakuu ambao ni Ahmed Ali. Ali kamwe kikweli limeathiri mambo mengi sana. Ingawa sisi mashabiki hatuwezi kuyaona hayo, tunazitetea tu club zetu, lakini katika swala la kibiashara ile dabi kuhairisho ya mwanzo ilijaribu mambo mengi sana, na ukizingatia Simba na Yanga ni mchezo wa hisia, watu wanafariki kupitia hivi vilabu, hiyo lazima watu tuangalie na baada tena ya hii dabi ambayo iliyoahirishwa tena ya tarehe 15 ni kama yale ule ule tu, wewe hujacheza kipindi kile, na mimi sitacheza sita kipindi hiki sasa. Imepangwa ijayo tarehe 25 tutarajie nini? Mimi hapa yangu ni macho yoyote, ambaye atakayeweza kuingiza timu basi atakuwa anaisaidia, ili soka letu iweze kusonga mbele. Wow, Je, yeah, itakuwaje katika uchaguzi mkubwa wa TFF ambao utakayotokea? Maana sasa hivi kuna mambo mengi yametokea, yamejili, hususan ni swala zima la kuahirishwa dabi, dabi ya kwanza na dabi ya pili. Vuguvugu vugu limetokea kubwa sana, na sintofahamu ambayo viongozi wa TFF wengi walitakiwa wajiuzuru, na hata kwa upande wa bodi ya ligi. Simba na Yanga ni vilabu vikubwa, waondoe tofauti, wasiweke uadui waeke utani tu wa michezo, mnamalizana mambo yanakuwa naisha, wasiingize utani ule ukapitiliza, ukaingia hadi kwenye familia. Mpaka sasa hivi wameshaathirika mpaka wachambuzi, viongozi kwenye taasisi pia, wote sasa hivi wameharibika, kwa sababu wanaendeshwa na digital platform kutokana na utashi. Leo ikicheza Simba na timu nyingine, watu wanaoingia ni wachache sana. Ikicheza Yanga na timu nyingine, watu wanaoingia ni wachache sana lakini ikitizo dabi ya Kariakoo, watu wanatoka mikoani, watu wanatoka sehemu fulani, wanatoka huko hadi nje ya nchi. Watu wanafanya biashara mona, wenye haki zao za kuuza matangazo mona bwana, wanafanya biashara wenye midia zetu ndogondogo ndogo kama sisi, ambao tunaungaunga mwana eh, tuna publish kazi zetu, tunapata interview za mashabiki mbalimbali mbali. Tunapata biashara. Kwa hiyo mpira umekuwa ni ajira kubwa sana. Nampongeza sana kiongozi wetu wa football wa Iskaria uh, wa amefanya mazuri sana katika shirikisho la mpira hapa Tanzania, tumpe kongole zake, binadamu ana mapungufu yake. Kwa hiyo niwaombe serikali, niwasihi sana serikali eh, isimamie misingi ya kuziongoza vilabu vyetu viwe na mshikamano viweke taratibu nzuri sana na pia, kwa upande wao wachambuzi ama wanahabari. Wanahabari wengi sasa hivi kwenye hizi midia wachunguzwe, waache maswala ya usimba na uyanga, wasimame kwenye professionalism yao. Wengi sasa hivi wamejaribia mpaka sivi, aibu, wanaandikwa vibaya kwenye mitandao wanatukanwa kwa sababu tu ya kuingiza mapenzi na ushabiki wa vilabu vyao. mtazamaji wangu Ewe kijana usikate tamaa, kwani kila kitu kinawezekana. nyaketu kujifunza na kuelimika pia. Je, Waris Kalia anaweza akashika nafasi hiyo kuendelea ama ataachia ngazi? Ingawa TFF wamefanya mambo mengi makubwa katika kuendeleza soka letu hapa nchini Tanzania, kwa leo niseme tu Sina mengi ya ziada zaidi ya kukutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea ndani ya Bamaa TV. Ubunifu asili yetu.